Rabbishrah li sadri wayassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qauli. Wabaadi, baada ya kumsifu Allah na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi waalihi wasallam, tunakumbushana kidogo darasa zilizopita ili mtiririko wetu mbele uende vizuri. Huku nyuma tulizungumza kuna njia zinazosaidia kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Tukasema katika njia hizo za kusaidia kumjua Allah subhanahu wa ta'ala ni kumjua Allah kupitia dalili za ulimwengu aya zinazozungumzia ulimwengu ujumla wake na nidhamu yake, basi hizi zinasaidia kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na kumjua Allah vile vile kwa mujibu wa matendo yake aliyoyafanya. Qurani inazungumza hivyo, akawa ametuamrisha Allah tutembee sehemu mbalimbali, tuone Allah alifanya nini kwa wale watu ambao wamepelekewa mitume wakakataa, nini kimetokea? Hiyo itatujulisha kumfahamu Allah subhanahu wataala. Kwa hiyo kumjua Allah kwa kutizama nidhamu ya ulimwengu kwanza, kumjua Allah kwa kutizama matendo yake kwa wale waliokadhibisha mitume. Na nyingine Qur'ani ikatuzindua kumjua Allah kwa kuizingatia Qur'ani ilivyo, tuisome tuone kuna nini, kuna zungumzo kitu gani? Maana yake ni kwamba tulizipitia aya na tutaendelea kuzipitia maana yake Qur'ani ni kwamba ndani yake kuna aya zitakuwa zinaamrisha. Aya hizo zikiamrisha, maana yake ni kwamba tunatakiwa kufanya nini? Kufuata. ndani ya Qur'ani kutakuwa kuna aya zinakataza, tunatakiwa tufanyeje kwa aya hizo? Kukatazika, kuacha. Ndani yake kutakuwa kuna aya zinazungumzia wasfu wa pepo na neema zake na watakaopelekwa huko, maanake tutatakiwa kufanya juhudi ya kuingia peponi, si ndio hivyo. Ndani ya Qur'ani kutakuwa kuna aya zinazungumzia moto na watu watakaoingizwa motoni na shida zao kutakuwaje. Maanake ni kwamba kwa aya hizo tunatakiwa tuchukue mawaidha, tujiepushe na moto, si ndio hivyo. Baada ya hapo, kuna aya nyingi kweli, aya nyingi zinazozungumzia kuhusu ulimwengu na nidhamu yake, nyingi zinazungumzia jinsi Allah alivyoumba vitu, ulimwengu, na sisi wenyewe tulivyo, nidhamu yetu, mpangilio wa viumbe mbalimbali mbali. Haya, nyingi zinazungumza hivyo. Maana yake ni kwamba kwa aya hizo tunatakiwa tufikiri sana, tuuone utukufu wa Allah tuone rehma za Allah humo ndani, tuone nguvu za Allah katika maumbile hayo, tuone mpangilio wa Allah kwenye vitu hivyo. Hizo aya zinazungumzia ulimwengu na jinsi tulivyo, ulimwengu na walimwengu, zinahitaji hizo kufikiri, kuona utukufu wa Allah, kuziona rehma za Allah, kuona nguvu za Allah, mpangilio wa Allah, ili nini? Kwa kuona hivyo Apatikane kumwabudu Allah kwa kumpenda na kwa kumwogopa. Hao tumeyapitia pitia, ndani ya kupitia hiyo yote hizi kumbukumbu tu tukae vizuri, ili tuende, tuende vizuri mbele. Ndani ya kupitia mtiririko huo, tukawa tumeipitia aya ya Surati Ali Imran aya mia moja na tisini na mia moja na tisini na moja inayosema hivi Audhu billahi min ashaitani rajim, inna fi khalqi samawati walardi, kwa hakika kwenye kuumbwa kwa mbingu na kuumbwa ardhi. Ukiangalia umbile la mbingu na ardhi kwa maarifa yote yoyote ulionayo, kwa kiwango chochote cha elimu ulichonacho, yaani yani, Qurani inazungumza na watu wa levo zote. Uangalie ardhi kwa levo ya elimu yako ilivyo, ya situko ya juu yake tuko juu ya ardhi, au si tunajenga, tunalima, tunafuga, tunatembea, kila mmoja kwa levu ya elimu yake. Ukiangalia mbingu juu kwa levu ya elimu yako, ukaona ndio pale bluu. Ehe, usiku kuna nini? Nyota, mwezi unavyokuwa mara upo mara haupo, jua linavyokuwa, kuangalia umbile la mbingu na ardhi. Wakhtilafi laili wannahari, Allah anasema na kuangalia yale ya mabadiliko ya usiku na mchana kwa kiwango cha elimu yoyote ulionayo, uone mbona kumekuwa usiku halafu mchana, kwani kuna nini? Mzunguko huu mpaka ukapatikana usiku na mchana, kwa kiwango chochote cha elimu ambayo mtu anayo sawasawa. Allah akazungumza maneno baada ya kutaja hivyo vitu, la ayatin mna dalili za wazi, ukiangalia vitu hivyo, li ulil albab, kwa watu ambao watakuwa wamezitumia akili. Watu wenye akili wakitulia tu, wakitizama ziko dalili, dalili za kuonyesha yuko anayesimamia, haviendi vyenyewe. Yuko anayesimamia anaendesha vitu hivi, haviendi vyenyewe na ukiangalia humu ndo sasa utaona e, mwendeshaji huyu uwezo wake ni mkubwa sana, kwa sababu hivi vitu ni sio vidogo. Mwendeshaji huyu ana ujuzi mwingi. Utakuta mwendeshaji huyu ana huruma sana, cha msingi, kuna dalili zipo. Ana huruma sana kwa nini? ingekuwa mchana mchana moja kwa moja hivi, hakuna usiku, maanake kungekuwa kuna hali nyingine fulani. Ingekuwa ni usiku moja kwa moja kwa mfano, kwa mfano mm, ingekuwaje? Kungekuwa kuna jambo fulani. Atakaye kuwa ametumia akili tu akafikiri, ataona yuko anaendesha na anaendesha, ana elimu ana huruma ana nguvu ana mpango mzuri kwa huu ulimwengu wenyewe na kwa sisi pia. Ukifikiria saa hizi usiku, nimechoka nataka kwenda kupumzika nikalale, ingekuwa ni ni mchana mfululizo, na fikra hizo, ingekuwa kuna jambo jingine unalifikiria. Jua lingekuwa linawaka mfululizo, mchana kama vile linavyoliona tu mchana, kumewaka tu kipindi chake cha jua kali kali kwelikweli, mfululizo mchana tu ungewaza ukaona mm, kuna jambo hapa lingekuwa sio zuri sana. Lakini yuko anaendesha, ametujali, ana nguvu, ana huruma, ana mpango mzuri kwa watu watakaokuwa wametumia akili. Watu wenye akili Mungu akawazungumza ni kina nani? Sikiliza, anaofuata aya za ulimwengu zina vitu hivyo vinavyoagizwa mo ndani alladhina yadhkuruna llaha qiyaman, ni wale ambao watakuwa wanamkumbuka Allah na kumtaja wakiwa katika hali ya kusimama. Hali ya kwanza hii sasa ndio hali za maumbile ya binadamu. Qiyaman waquudan, hali ya pili ya binadamu wanaokuwa nayo katika maisha, akiwa wamekaa bado wanapia wanamkumbuka Allah. Wa ala junubihim, hata wakiwa pia wamekwenda kupumzika pulana. Hali hizi tatu ndio hali za mwanadamu anazokuwa nazo. Kuna na nyingine ya nne iko, imma wewe umesimama kwenye shughuli zako, au utakuwa umekaa kwenye shughuli zako, au umeamua ujinyoshe. Ipi nyingine? Vipi ya kimaisha ya kila siku, ni ipi? <coughs> labda ulioamrishwa ya kimaisha ya, ya kimaisha mwenyewe. Hakuna mtu kusujudu ameamrishwa tu asujudu. Kuna hali ya maisha ya mtu amekuwa amesujudu tu? Hakuna hali ya namna hiyo. Sawa sawa eh? wa ala junubihim. Sikiliza agizo jingine sasa kwa watu wenye akili, wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardh, na wakawa wanafikiri katika kuumbwa kwa mbingu na ardhi. Wakawa wanafikiri wamemkumbuka Allah katika hizo hali wanazokuwa nazo, halafu wakakaa wakafikiri ah, haya maumbile haya una nini? Ingekuwaje kama hivyo vingine vingekuwa, ingekuwa namna gani? Wakafikiri. Kwa hiyo aya nyingi zinazozungumzia ulimwengu na walimwengu zinataka kumkumbuka Allah, kumtaja Allah, kufikiri kwenye haya mambo yaliyokuwa yametuzunguka. Sasa ukiwa wewe vyote viwili havikupatikanwa na upo katika dunia huna habari, yani Allah humkumbuki katika maisha kabisa, wala hufikiri chochote katika hivyo vitu, unasema mi napambana tu. Inakuwaje? Allah amezungumza, wewe hujatumia akili. Tuko vizuri eh? Akili haijafanya kazi sawasawa sawa. Wenye akili sawasawa kwenye aya hizi kunatakiwa wakumbuke. Kwa hiyo Qurani imetuwekea njia, imetuchorea mchoro mzuri sana. Ambaye yuko mbali na Qurani au hafikirii Qurani, haizingatii hii michoro hii, ataikosa hii. Ndio maana tunahimiza, tunasema hivi, usikose msahafu wa tafsiri, ukawa nao nyumbani, ili uwe unaangalia Mungu anazungumza nini. Isitokee kwamba unasoma kwa ajili ya kupata ile thawabu tu, moja kwa kumi thawabu mbali. Thawabu Allah ameiweka ni kihamasisho cha kusoma, lakini Allah anataka afala yatadabbaruna al-Quran. Hivi kwa nini hawaizingatii Quran? kuna nini kwani kwenye kwenye mioyo yao? Tupa vizuri aya hii, tulizipitia na tumezirudia tena ili tukae tena sawa kwenye darasa zetu zinazokuja, kwamba hizi aya tulizozipitia kuna vitu viwili. Wawe watu hao wenye akili, ni wale ambao wanamkumbuka Allah wakiwa wamesimama, wakiwa wamekaa, wakiwa wamekwenda kujinyoosha, kupumzika. Wayatafakaruna fi khalqi samawati wal ardh, na wakawa wanafikiri kwenye kuumbwa kwa mbingu na ardhi, wanafikiri wanapata mawaidha haya. Mawingu yanatembea oo, mara yapo, mara hayapo, mara yamejikusanya mengi makubwa makubwa. Ah, mvua hiyo bwana, hiyo ni mvua hiyo. Ehe, ilikuwaje unafikiri? mpaka ah, mpaka ukupata majibu ya mvua eh. Sawa, imenyesha. Ana huruma sana, wanatuletea mvua haijaja ah. Kwa nini? Kuna nini? Mbona mvua haiji? Msimu umekuja huu, tumezoea misimu, si ndio? kuna mazoea ya misimu, lakini msimu huu umefika, mvua hakuna. Tumezoea msimu, msimu umefika, mvua hakuna. Tumezoea msimu, mvua imenyesha kupitiliza. mm-hmm. ni yenyewe tu kwa kuto kufikiri huwa tunapata lugha tunasema, aa, mvua leo imepania. Leo mvua imepania. A, mvua imekata safari. Haitaki mvua, haitaki hizi ndo lugha tunazotumia. Ni kweli? ni mvua haitaki na mvua imepania? Au yuko anaendesha? Yuko anaendesha? Wao wanafikiri. Hata lugha zetu, zile lugha ni zile zile za yule tunemjua. Tukiwa hatumjui, hata lugha zetu zinakuwa lugha mbaya tuko pamoja eh? Kwa hiyo wenye akili wanakuwa wanafikiri, mpaka wanafika pahali, wanasema rabbana ma khalaqta hadha batila, e, Bwana wetu huku viumba bure bure hivi vitu hivi vitu, kuna mambo fulani fulani, wewe umetuleta tukutumikie kweli. Subhanak, umetakasika sana ya rabbi, huna sifa za mapungufu. Hivi vitu vinaonyesha sifa zako ziko kamili Hakuna sifa za mapungufu hapa. Fakina adhaba nar, tukinge na adhabu ya moto. Nimekumbusha hili kwa sababu Allah Subhanahu wataala kwenye kadhia hii, maudhuu hii ya kumkumbuka na kumtaja ni maudhu muhimu sana, ni maudhu darasa yake ni kubwa, kumkumbuka Allah na kumtaja kwa waumini alivyoagiza kwa waumini alivyoagiza, aliagiza hivi, ya ayuha ladhina amanu dhkuru llaha dhikran kathira. Hebu angalieni nyi mlioamini, mkumbukeni Allah, mumtaje Allah, kumkumbuka sana, kumtaja sana. Hilo ni agizo, ibada ambayo inataka sana bila ya kiwango ni hiyo na kataja hivyo sana, alafu alituzindua akasema, hata wanafiki huwa wanamkumbuka Allah lakini sio sana. Innal munafiqina yukhadi'una Allah, wanafiki yetu wanamdanganya danganya Mungu, wanambabaisha. Wa huwa khadi'uhum, naye Allah ndo anawababaisha zaidi. Wako namchezea Allah, basi Allah ndo anajua zaidi wao mchezo wako, ana kulipa vile vile. Wa idha qamu ila salati, wanaposimama kwenda kusala, qamu kusala, wanasimama wavivu, wavivu anataka kumbabaisha Mungu tu wao ehe. Kama kusala, yurauna nnasa, wao lengo lao ni kuwaonyesha watu, sio kumswali Mungu. wala yadhkuruna Allah illa qalila, wala hawamkumbuki Allah wao ila kidogo. Kwa hiyo wanafiki pia wanamkumbuka Allah, lakini wanamkumbuka kidogo. Sasa sisi waumini tukapewa agizo udhkuru llaha dhikran kathira Enyi mlioamini mkumbukeni Allah, mtajeni Allah, kumtaja sana, kumkumbuka sana. Somo hili tukalianzishia vipengele fulani fulani. Mtume sallallahu alaihi wa sallam akawa ameanzisha utaratibu, ametufundisha katika kila nyanja ya maisha, sindioe? tukagusa kidogo, ndio tunapokuja kuanzia tena, tuendelee kipengele kile ambacho kitatufikisha kwa tujue ile majina ya Allah na sifa zake tuishie hapo.